Mwongozo wa kujifunza Biblia hii ikiwa ni Aprili 17 siku ya Alhamis. Mada inasema kahaba ahukumiwa. Soma ufunuo wa Yohana sura ya 19 aya kwanza hadi ya tisa. Mambo mawili yanadhihirishwa kwa wakati mmoja. Mwisho wa kahaba na ndoa ya Kristo na bibi harusi wake. Inawezekana kwamba matukio yote mawili kwa hakika ni udhihirisho wa tabia ya Mungu ya haki na upendo kwa wakati mmoja. Kukosa uaminifu kunaambatana na gharama iletayo maumivu makali. Kuvunjika kwa uhusiano kunaathiri maisha ya watoto na watu wengine. Hata mwanandoa mwenye subira zaidi kati ya wanandoa waliokosewa anaweza hatimaye kugundua kwamba kuna wakati ambao haiwezekani tena kufanya uamuzi tofauti ambapo ndoa haiwezi kurekebishwa tena. Wakati ulimwengu wetu unafikia mahali ambapo mioyo imekuwa migumu sana kiasi kwamba hakutakuwa na toba tena. Hakuna haja katika kuendeleza historia na kuruhusu mateso yasiyoweza kudhibitiwa ya dhambi kuendelea. Ingawa kuna huzuni juu ya waliopotea, wale walioteseka chini ya ulimwengu huu uliojaa dhambi wanaweza kusherehekea kwamba hatimaye yamekwisha na kwamba ulimwengu unarejeshwa kwa namna Mungu alivyokusudia awali. Wakati huu hatutakuwa na kumwacha Mungu, kwa sababu tumejifunza kwa njia ngumu kwamba Mungu alikuwa sahihi kuhusu utaratibu unaotokana na kujitenga naye. Soma Ufunuo wa Yohana sura ya 21, aya ya 1 hadi 4. Taswira ya ndoa hapa ina maana gani na kwa nini imejaa tumaini na ahadi? Uhakika wetu wa tumaini lililotolewa katika aya hizi ni upi? Ndoa, muungano wa maisha, ni ishara ya muunganiko kati ya Kristo na kanisa lake. Roho ambaye Kristo anadhihirisha kwa kanisa ndiyo roho ambayo mume na mke wanapaswa kudhihirisha kila mmoja kwa mwenzake. — Ellen G White, Testimonies for the Church Volume 3, Volume 7 ukurasa wa 46. Kristo alipatwa na maumivu yasiyoelezeka wakati jamii ya wanadamu ilipomkataa na kuipatia miungu mingine upendo ambao ni wake. Walakini hata hivyo, alijitoa kwa ajili yetu, akilipa yeye mwenyewe kukosa kwetu uaminifu na uzinzi wetu, ili kwamba tukitubu na kuviacha, tupate ahadi ya uzima wa milele. Soma waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza ya 18 na 19. Tunaambiwa nini katika aya hizi? Kinachotupatia uhakika wa mwisho unaoelezewa katika ufunuo sura ile ya 21 aya ya kwanza hadi ya 4. Hii ni Aprili 17 siku ya Alhamis, mada ikisema, kahaba ahukumiwa. Kwa neema ya Bwana tukutane hapo baadaye. Kujadili mada ya mwisho. Jifunze zaidi katika somo la tatu robo hii.